Rais Samia Suluhu Hassan ametoa kiasi cha shilingi milioni 50 kuchangia ujenzi wa kanisa Katoliki Parokia ya Maria Mtakatifu Mwana wa Mungu, Kibwigwa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma ambapo kiasi cha shilingi milioni 250.2 kilichangwa katika harambee hiyo. Matokeo ya harambee hiyo yametangazwa na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli nchini TRC, Masanja Kadogosa ambaye alikuwa mgeni rasmi na kuchangia kiasi cha shilingi milioni 20. Baba, babastofu tunaanza jana. Mheshimiwa babastofu najua kwa sababu tulizungumza pamoja na, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza anasema anawapenda sana na anawatakia anawatakia fundraising njema, maana yake tuweze kufikia kiasi. Yeye mheshimiwa rais alianza kwa kutufungulia, ametoa milioni hamsini. <coughs> Na bahati nzuri alizungumza na, na, na baba baba askofu, na akamwambia utaratibu pesa zitakavyokuja, akasema mimi nitazileta hizo pesa. Wa pili baba askofu, nije mimi na familia yangu, mimi natoa milioni ishirini. <coughs> Na- na, na naomba usikabidhi hapo, zingine waskofu zitakuwa zinaingia kwenye akaunti, lakini zangu ningependa nikabidhi bwana Garibu ambao si, nafikiri Garibu GSM. Watu wa Yanga, watu wa Yanga wapo hapa, mpo. Na yeye katutolea milioni kumi. <coughs> wanangu wa Yanga Mashindano ya Yanga na Simba Yanga ni laki tano na ishirini na nane elfu Simba ni laki tatu na sitini na mbili na mia nne na hamsini Kwa jumla ya Simba na Yanga mchango, laki nane, elfu, tisini, na Yanga tumepata mchango huo laki nane. Sasa jumla ya pesa zote changia kwanzia parokia hapo hapo, tumechangia kote, tumejitolea hapa na Simba na Yanga huko ndani, tumepata milioni 250 mili na laki mbili na tisini na nne na mia moja hamsini. ulipigia makofi. Askofu wa jimbo Katoliki la Kigoma, Mhashamu Joseph Mlola akatoa shukrani kwa watu wote waliofanikisha harambee hiyo. Na tunapopewa miito hii mbalimbali, tuitumikie na tuifanyie kazi ipasavyo, kila mmoja katika sehemu ambayo amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Na leo hii sisi kama jumuiya ya parokia na kwa namna ya pekee zaidi kama jumuiya na kanisa mahalia jimboni Kigoma, tunaonyesha ishara hiyo ya kutambua wito wetu wa kulijenga na kulitegemeza kanisa wa kuyatakatifuza mali mwengu, tuyatakatifuze pia katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya ibada. Namna tunavyoishi na watu wengine na namna tunavyojaliana na kuyatunza maisha ambayo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hivyo tuna wajibu sote, wewe na mimi na wengine wote, marafiki zetu na wafadhili wetu, tuunganishe nguvu zetu, tumjengee Bwana hekalu, tupate mahali pa kuanzia maisha yetu na kwa kukamilisha maisha yetu tukiwa kama mahujaji ambao si kwamba tumeshafika, bali tunavipiga vita na tuvipige vita vilivyo vizuri, na katika nafasi hiyo uone kwamba na wewe umeandika historia, umeweka kitu fulani ambacho kitakumbukwa miaka na miaka katika hekalu hili ambalo tunamuomba Mwenyezi Mungu abariki kazi ya mikono yetu, ili tunapoendelea na kuomba neema ya Mungu kazi hii isisimame. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.